Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya injili ya siku leo, Jumatano juma la tano kipindi cha Pasaka mwaka che wa Kanisa. Masomo ya leo, somo la kwanza la kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya kumi na tano aya ya kwanza hadi ya sita, na somo la Injili linatoka katika Injili ilivyoandikwa na Yohane sura ya 15 aya ya kwanza hadi ya nane. Karibu tusikilize Injili. Somo la Injili ilivyoandikwa na Yohane. Siku ile Yesu aliwaambia wanafunzi wake, mimi ndimi mzabibu wa kweli, na Baba yangu ndiye mkulima. Kila tawi ndani yangu lisilozaa huliondoa, na kila tawi lizaalo hulisafisha ili lizidi kuzaa. Nanyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno nililowaambia. Kaeni ndani yangu, nami ndani yenu. Kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake lisipokaa ndani ya mzabibu, kadhalika nanyi msipokaa ndani yangu mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi. Akaye ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana, maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Mtu asipokaa ndani yangu, hutupwa nje kama tawi na kunyauka, watu huyakusanya na kuyatupa motoni, yakateketea. Ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu ombeni mtakalo lote nanyi mtatendewa hivyo. Utukuzwa Baba yangu kwa vile mzaavyo sana, nanyi mtakuwa wanafunzi wangu. Neno la Bwana. Sifa kwako e Kristo. Mpendwa msikilizaji, karibu tutafakari kwa pamoja somo la injili tulilolisikia hivi punde, tukiongozwa na dhamira kuu inayosema Kuungana na Yesu. Katika Injili ya leo, Yesu anajitambulisha kwa kutumia mfano rahisi kabisa ili kutusaidia sote tuweze kuelewa juu ya umuhimu na lazima ya kuungana naye, mithili ya muunganiko kati ya shina la mzabibu na matawi yake, ni kutustahilisha kuzaa matunda mema ya wokovu. Yesu anapojitambulisha mimi ndimi kama ilivyokuwa toka mwanzo Mungu Baba, nafsi ya kwanza, alipojitambulisha kwa jina la mimi niko, rejea kitabu cha Kutoka sura ya tatu aya kumi na nne. Vivyo hivyo leo tunapata kufahamu umungu wa Yesu, nafsi ya pili, Mungu Mwana, katika nafsi tatu ya Mungu mmoja. Huu Utatu Mtakatifu, Mungu mmoja, ni muunganiko usiogawanyika katu. Mungu Baba alifanya kazi ya kuumba na Mungu Mwana alifanya kazi ya ukombozi kwa kumwaga damu yake azizi, na kutujalia zawadi ya Roho Mtakatifu. Anatualika tuujenge muunganiko na Mungu wetu Mtakatifu katika yeye aliye mzabibu wa kweli. La hasha, kishazi cha mimi ndimi mzabibu wa kweli humaanisha pia kuwa kuna mizabibu mingine ya uongo ambayo sisi tunaifahamu, tunapomwasi Mungu kwa kujiendekeza, kwa kujishawishi na hata tunapojivuna kwa maneno na matendo yetu maovu. Kwani huko ni kuwa kama tawi linalojitafutia mambo yake. Tawi hilo daima linakuwa hivyo na linasinyaa, na hivyo litakatwa na mkulima, kisha litatupwa motoni kwa sababu litakuwa nje ya shina bure kabisa. Ndiyo maana leo tunakumbushwa na Yesu sisi tulio kama matawi tupate kurudi kwenye shina, mithili ya zao la mzabibu, yani tupogolee matawi yasiyofaa. Kupogolea kunauma, lakini hatuna budi kuyapruni maneno na matendo maovu, kuachilia baadhi ya shughuli binafsi kwa ajili ya maendeleo ya mzabibu, yani kanisa, kwani ukuaji wa maovu na ubinafsi unaweza kuzuia mzabibu ushindwe kuzaa matunda. Sisi sote tunahitaji kupruniwa, kusahihishwa, kuongozwa, kuwa na heshima, ili maisha yetu yaweze kuzaa matunda. Kupruni huku ni muhimu sana, hasa kwa watu wale ambao wameshafanikiwa katika maisha yao ya Kikristo, ili wasirudi nyuma, waendelee kuzaa matunda mengi. Ndiyo kusema hata kama tumefanikiwa tumekuwa warefu mithili ya matawi ya mizabibu, basi tusisahau tumetoka kwenye shina. Kwa hiyo tunaalikwa kuungana na Yesu daima, kwani ndiye njia pekee ya kuzaa matunda. Tuhakikishe sisi tumebaki tukiwa tumeungana na Yesu, tumpende Yesu, tumfanye kuwa rafiki yetu kama yeye alivyotufanya sisi kuwa rafiki zake. Anatualika daima tuungane naye kwa njia ya sala na kumgeukia pale tunapomkosea kwa kukimbilia kiti cha maungamo, na daima kudumisha uhusiano mwema naye. Na hivyo katika muungano wa namna huu, lolote tutakachoomba tutapata. Na kushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo niliyekuletea tafakari hii ni mimi frateri Joseph Joel Alfonsi Mruke wa Shirika la Misionari wa Damu Mtakatifu ya Yesu kutoka Seminari Kuu ya Mtakatifu Gaspari Kola, Morogoro. Itukuzwe Damu ya Kristo!